Nyingine uh, tuzungumzie swala zima la uh, kukua kwa sayansi na teknolojia mm, hususan uh, katika matumizi ya kama artificial intelligence mm. Kwa sasa hivi tunaona uh, the way ambavyo dunia ime, imefunguka kutokana na kukua kwa sayansi na teknolojia. Wewe ni waziri ambaye una dhamana ya mawasiliano na teknolojia ya habari kama serikali mnahakikisha vipi mnaendelea kuwahimiza vijana waingie katika mabadiliko makubwa ya sayansi na teknolojia ili nchi yetu ya Tanzania tuendelee kuonekana ni nchi ambayo pia tunafanya mapinduzi makubwa sana katika sekta mbalimbali ambazo tuko nazo hapa nchini? Kwanza ni vision yenyewe ya Mheshimiwa Rais, kama nilivyosema, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, tarehe 29 mwezi Julai mwaka 2024 alizindua mkakati wa uchumi wa kidigitali Tanzania Digital Economy Strategy wa miaka kumi. Ukisoma mkakati ule, unaona jinsi gani mm -hmm. serikali ya awamu ya sita imejipanga katika kuandaa taifa mm -hmm. katika kuhakikisha hatuachwi na maendeleo mm -hmm. ya teknolojia yeah. na kama ulivyosema wewe mwenyewe mm -hmm. leo kilimo kiko kiganjani yeah, leo ajira ziko kiganjani kamis. leo benki ziko kiganjani kamis. leo pesa ziko kiganjani leo kila kitu, usafirishaji vifurushi, usanii. Zamani ilikuwa ilikuwa wasanii wanatembea kutafuta CD zao mtaani, leo CD iko wapi? Leo msanii msani akitoa muziki wake unaingia kwenye pla, digital platform audio mark unaingia Boomplay na hakuna kuibiana, everything is straightforward. Sasa hiki ndio mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan anataka kuipeka taifa letu, yeah. kazi yetu sasa sisi ni nini? Kazi yetu ni kuhakikisha tuna nyingi moja kati ya nchi chache za Kiafrika ambazo zipo kwenye kasi hiyo ya kuhakikisha tunakuwa na mkakati wa akili unde. Yeah. Ili kuweza kutazama mazingira ambayo yatafanya watumiaji na Watanzania, na na taasisi mbalimbali wenyewe wawe katika